Hii ni Biblia Badi somo la sabini na moja maadili ya Mungu kusudi. Habari na siku njema, hii ni Biblia Badi. Biblia Badi ni msimuliaji wa hadithi anayekariri matini za kimapokeo zinazohusiana na mapokeo mahususi simulizi. Niko hapa kukariri na kukuza kile fasihi ya Biblia inasema kuhusu ni nani Mungu na ni nani wanadamu. Somo, hapa ndipo mahali tulipo leo Ai haijadiliwi mara kwa mara lakini, Mungu wa Biblia anaelezewa kama mwenye maadili bila shaka. Wakosoaji upenda kudokesea kwamba Mungu wa Biblia ni mnafiki asiye na sheria anayejitumikia mwenyewe na asiyepatana na tabia yake ya Kimaadili na kimaadili inavyodaiwa. Anachofanya Bible Bard katika podikasti hii ni kuchanganua madai makuu ya maadili kumhusu Mungu yanayotolewa katika Biblia, ili wasikilizaji ambao hawasomi Biblia wanaweza kuelewa vizuri kile ambacho Biblia inafundisha. Hapo awali tulijadili sifa kadhaa za kimungu za Mungu zinazodaiwa katika Biblia, kwa mfano kwamba Mungu si mwanadamu anajua kila kila kitu, uwezo wake wa kutenda hauna kikomo na kwamba Mungu yuko kila mahali kwa wakati mmoja. Hizi ndizo sifa kuu za Mungu wa Kibiblia. Angalia podcast BB, Biblia part mbili Biblia part nne Biblia part tano Biblia part sita kwa mjadala wa kina cha wa chanzo cha maandishi cha sifa hizi unapo usu maadili tunaona kwamba Mungu ni mwadilifu siku zote yuko sahihi katika hukumu zake. Tunaona kwamba Mungu pia ni mwaminifu, siku zote anafanya kile anachosema atafanya, yeye ashindwi kamwe. Zaidi ya hayo, upendo fadhili, huruma na neema, kutoka upendo wake, wema na huruma kwa wale ambao hawastahili ni vichochezi vyema vya matendo ya Mungu. Biblia badi nane. Pia tunaona kwamba Mungu ana aina mbili za hisia, ikiwa ni pamoja na wifu, asira, ghadabu na gadabu. Mungu pia anasukumwa kutenda kwa hisia hisi, lakini anapohisi hisia hisi hisia zake daima asi usingatia tu chanzo cha uchokozi, kwa kawaida kuvunja kiapo cha agano na watu wake au kujiingiza kwao katika matendo maovu ambayo Mungu anaona kuwa ni ya kudarauliwa. Mfano mbaya zaidi kuwa watoto wachanga au watoto kama tendo la kidini la ibada ya uongo, uongo wa kishetani. Majadiliano: Biblia inatoa taarifa zifuatazo wazi kuhusu maadili ya Mungu. Esra 9 mstari wa 15: Ee Bwana Mungu wa Israeli, wewe ni mwenye haki. Angalia Biblia Bard 9saburi thelathini na tatu mstari wa nne kwa maana neno la Bwana lina haki na kweli, yeye ni mwaminifu katika yote anayofanya. Angalia Biblia Badi kumi na nne. Sefania tatu mstari wa tano Bwana mwenyewe akiyuka katikati yake atatenda uofu. Ona Biblia Badi tisa na Isaya kum sitini na moja mstari wa nane kwa maana mimi Bwana napenda haki. Yeremia tisa mstari wa ishirini na nne mimi ni Bwana nitendaye wema na hukumu na haki katika nchi. Angalia Bibilia ya pad nane. Yohana ya nne mstari wa saba mpaka nane. Yohana kumi mstari wa kumi na sita upendo utoka kwa mungu yeye asi, asiyependa akumjua mungu kwa maana mungu ni upendo huu ndio upendo si kwamba sisi tulimpenda mungu bali kwamba yeye alitupenda sisi mungu ni upendo angalia Biblia pa 13 Isaya 63 mstari wa 9 katika diki sote sao sote yeye naye alitaabika katika upendo wake na rehema zake aliwakomboa akawainua na kuwachukua siku zote za kale. Angalia bibilia bati kumi na nne Matayo tano mstari wa arobaini na tano basi iweni wakamilifu kama baba yenu na mbinguni alivyo mkamilifu. Angalia bibilia tatu kumi na tatu. Uteusi wa maandishi yaliyooroteshwa hapo juu ni sambuli tu ya maandishi yanayofanana ambayo yanapatikana katika maandishi yote ya Biblia. Ingawa maandishi hayo yaliandikwa na zaidi ya waandishi arobaini katika visasi vingi, mawazo haya kamwe hayapingwi katika maneno mia 1727-1969 ambayo hutumia kutafsiri Kiebrania asilia. Maneno 1306-1757 kwa Kigiriki. Maneno 1138-1150 ambayo yanaunda Biblia yetu. Jumla ya maneno ya lugha asili 1444. 97 aya hizi na nyinginezo kwa wengi kuorodheshwa hapa zinaonyesha kwamba Mungu anahusisha kikamilifu na kwa kina na wanadamu wa kila kabila katika kila taifa na katika kila hali ya kibinadamu. Kama tulivyotangulia kusema, kila mwanadamu anathaminiwa na Mungu na kila mwanadamu anategemea Mungu bila kikomo. Muhtasari: kudai kwamba Mungu ni mwenye maadili na jambo tunaloweza tu kufanya kwa ajili ya utamaduni ambao au utasoma Biblia na aujui lorote kuhusu kile ambacho Biblia inafundisha asili ya Mungu kama tunaweza kusema kwamba Muungu una asili, tunaweza kusema vyema zaidi kwamba kila kitu uungu unacho ni asili yake, ni sifa yake zake za maadili. Uchuzi wa ndani wa Mungu au hisia za nini ni sawa na batili, hisia hizi kamilifu. Ujuzi huu kamili ni chanzo cha maadili tunayohisi, kwa kuwa Biblia inadai kwamba tumeumbwa kwa sura au mifano wa Mungu. Angalia Biblia bari kumi na tano wasura kwamba maadili ya kibinadamu yalisuka kwa mamia ya maelfu ya miaka kutokana na mchanganyiko wa mageuzi, chembe za urithi na kwamba vita vya kuendelea kuishi vinaweza kuchangia hatia ya kimaadili au wajibu wa kimaadili ambao unapa, unapita zaidi na ku, kuoko, kuokoka aliwezekani kuaminiwa. Mtazamo huu usiowezekana unafanya kazi tu kwa wale ambao wana mawazo mengi yasiyowezekana ambao yanasalia kuwa hayawezekani kisabati kuunganishwa katika mfumo tunaoona Biblia inafundisha nini kuhusu hisia za Mungu za kiadili. Unaposikiliza vipindi vyetu vyote vya podokasti, ona Bibilia Bad www.bibiliabad.org, orodha kamili ya kucheza Bibilia Bad. Inatumai, inatumai kwamba utajifunza kile ambacho Bibilia inafundisha na kwamba kile ambacho kifungu cha ja Bibilia kinadai kinakuwa na mamlaka katika maisha yako. Itimizo, Bible Bard inatoa yote ambayo bibilia inafundisha kuhusu muda fulani, si jaribu kugeuza kwa dini. Podikasti ya Bible Bard ni ya habari. Tunazungumza kuhusu kile ambacho fasihi ya bibilia inaeleza hasa, mawazo na dana inayowasilisha, kwa sababu watu wengi hawajawahi kujihusisa na mawazo ya kibibilia. Amua mwenyewe ikiwa unakubali au aukubaliani na matamsi ya Bibilia Bada viunganizi Bibiria Bad inatoa yale ambayo bibilia inafundisa kuhusu mada fulani, sijaribu kukiousa kwa dini. Podcast ya Bibilia Bad ni ya habari, tunazungumza kuhusu kile ambacho fasihi ya bibilia inaeleza, hasa mawazo ya dana inayowasilisha kwa sababu watu wengi hawajawahi kujihusisha na mawazo ya kibibilia amua. Mwenyewe ikiwa unakubali au ukubali na matamuzi ya Bibilia. Asante mapema kwa kufuata na kushiriki maudhui kutoka kwa jumuiya ya Bibilia Bard kama ifuatavyo: unaweza angalia kwa website ya Bibilia Bard www.bibliabard.org kwa lugha zingine: SoundCloud, YouTube, Facebook, Instagram, Elambo, Spotify, TikTok, Tumblr na Twitter. Asante kwa kunisikiza.